katika yale ambayo tumekuandalia ya mtazamaji, pia msikilizaji mahali popote ulipo, Kuna Nini News inapenda kuwapa habari fupi kuhusu kifo chake bwana Magloire Paluku, mwandishi wa habari ambaye jina lake lilitamba kuanza kabisa tangu uasi ulioongozwa na AFDEL ambayo hiyo iliongozwa na hayati rais mzee Laurent Desire Kabila mtazamaji huyu aliendelea na jina lake likatamba kote nchini kama vile ulimwenguni. Ni hayo ambayo tutazungumuzia kwa siku ya leo, lakini kabla tuendelee kwa kuzungumzia kiongozi huyo wa redio Kivu One, acha ni kuombe wewe ambaye bado huja subscribe, huhu ni muda wako, tafadhali usikose kusubscribe Usikose ku like, usikose kuacha komenti yako na kutuandikia mahali ulipo tafadhali. Kwa mwisho usikose ku share, yahani ku partager, kuwasambazia wengine video hii. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Hivi na kualika uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho mtazamaji kwa mara nyingine tena nasema karibu katika yale tumekuandalia leo watazamaji pia wasikilizaji wetu mahali popote mlipo kuna nini news inapenda kuwapa habari kuhusu kifo chake bwana Magloire paluku mwandishi wa habari ambaye jina lake lilitamba kuanza tangu uasi wa afdel ulioongozwa na hayati Rais mzee Louren Desiri Kabila. Huyu alikuwa pia kiongozi wa Redio Kivu 1 mjini Goma, mji wa utalii ambao uko mikononi mwa AFC M23 RDF, jeshi la Rwanda, mkoani Kivu ya Kaskazini. Huyu alikuwa pia mshauri wa wizara ya utamaduni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla hajiunge na kundi la AFC M23 mahali alipokuwa mshauri anayehusika na mawasiliano kwenye uratibu wa kisiasa kwa chama cha AFC M23. Kwa mujibu wa habari tulizo nazo kwa sasa, kando na zile za kwanza zilizotolewa kwenye mitandao ya kijamii, pamoja na ule uthibitisho uliotolewa na muungano wa chama chao kwa leo. Sababu za kifo chake hazijatangazwa rasmi. Uvumi ulioko kufikia sasa ni kwamba Magloire Paluku aliuawa barabarani karibu na nyumbani kwake alipopigwa risasi. Hata hivyo, uvumi ni mwingi tu kuhusu kifo chake, lakini hakieleweki. Wakati yayo yametokea baada ya mji wa kimkakati wa Uvira kuanguka mikononi mwa AFC M23 inayoongozwa na kuungwa mkono na nchi ya Rwanda kama inavyotangazwa na kuthibitishwa kila mara na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kadhalika, kuna duru zingine mitandaoni zinazodokeza kwamba wenda bwana mwandishi wa habari Magloire Paluku akahuliwa kutokana na masuala ya kufia madaraka kwenye chama chao cha AFC cha M23, huku wengine wakienda mbali kufikiria kwamba huenda ni mambo ya siri alizozigundua kwenye chama ambazo zikawa sababu za kumuhua kwa wale waliotenda kitendo hicho na ambao kufikia sasa hawajajulikana bado, ila chama chao AFCM 23 wamesema na kutangaza kuendesha uchunguzi ili wavumbue waliohusika pamoja na sababu za kumhua mwandishi wa habari wa zamani Magloire Paluku. Alihuawa Jumatano jioni ya tarehe Disemba 10 mwaka wa 2025 huko mjini Goma, kama nilivyoongea, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na majambazi wasiojulikana waliokuwa na silaha mbele ya makazi yake katika kata la Himbi. Kulingana na vyanzo vya familia, mwandishi wa habari huyo Magloire Paluku alishambuliwa kwa risasi nyingi alipokaribia tu kufika nyumbani kwake, naye alikuwa akiendesha gari lake mwenyewe. Mwili tayari uko kwenye chumba cha kuhifadhi maiti mochwari ya hospitali kuu ya mji wa Goma. Kwa kweli hicho ni kifo ambacho hakieleweki, mazingira ya kifo chake hayaeleweki kabisa, ila tu tuyahachie majira, mda, ombi la walio wengi, ndugu jamaa na marafiki wataka uchunguzi wa kina ufanyike ili wahusika waadhibiwe kulingana na sheria. Kama ilivyotangulia kusema, mwandishi wa habari Magloire Paluku alikuwa amejiunga na uasi wa M23 AFC huko Bonakana eneo la Ruchuru, baada ya kufanya kazi katika Wizara ya Utamaduni chini ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia, yaani chini ya serikali ya Sama Lukonde nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Magloire Paluku amekufa kwa kupigwa risasi, akifa na umri wa miaka hamsini na sita. Mwili wake upumzike kwa amani na roho yake iwekwe mahali pema peponi. Na ni kufikia hapo, mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, sina za ziada, ni yayo nimekuandalia kuhusu kifo chake mwandishi wa habari ambaye jina lake lilitamba Magloire Paluku, na ambaye huyo alikuwa ni kiongozi wa redio Kivu 1 inayopatikana pale mjini Goma. Basi na kuomba wewe ambaye bado hujasubscribe Kabla ya kuondoka usikose ku subscribe ku like kuacha komenti yako na kutuambia mahali ulipo na kwa mwisho ku share, yani kupartage kwa wengine, huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi, hadi tutakapokutana tena hewani. Acha nikutakie wewe shukrani zangu za dhati kwa sababu bila wewe sisi hatu utaendelea. Basi asante kukubali kwa kukubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho.